Mkuu wa wilaya ya Handeni lakini pia ndiye katibu wa wakuu wa wilaya wote, na kwa niaba ya wakuu wa wilaya tumefika hapa kutoa pole ndugu yetu, kaka yangu Zefania, pamoja na familia nzima. Lakini pia nimeongozana na wakuu wa wilaya wenzangu kama alivyosema, na ambaye ni mkuu wa wilaya ya Tanga. Uh, niseme tu kwa niaba ya wakuu wa wilaya, sisi tunatoa pole sana. Kifo ni ukumbusho kwetu sisi sote kama ambavyo viongozi wa dini wametukumbusha, ni muda wa sisi kutafakari kwamba safari hii itatukuta sisi sote. Hakuna ambaye atahepukika, hakuna ambaye atakimbia. Utake usitake, kuna siku na watu wataongea kama hili tunavyoongea hapa juu yako, kwa kama tulivyoambiwa, ukumbuke watu watasema nini au hawatasema nini, kwa sababu wengi tunakimbilia kwamba watu watasema nini, lakini pia tukumbuke kwamba kuna kile ambacho watu hawatasema kile kisichosemwa ndicho cha muhimu zaidi kuliko kile ambacho watu watakisema. Wewe jiulize watu wakiwa wamekaa kimya kama mlivyokaa sasa hivi, watakuwa wanafikiria na kuwaza nini juu yako. Kwa sababu wengine wanaweza kusema tu kwa sababu sasa kwenye umma lazima useme. Lakini kuna yale ambayo yasiyosemwa. Nadhani hilo ndio muhimu sisi kama wakoe la tunaelewa kukumbushana. Vinginevyo natoa pole sana kwa niaba ya wenzangu. Lakini, ndugu yangu kuvecha hapa yapendi kuongea. Kwa sababu mkuu wetu wa mkoa yupo naye, atasema mama yetu balozi, lakini naye angalau basi wasikie sauti yake kwamba amefika hapa. Karibu sana, naitwa Jafari Mbecha kwa wilaya ya Tanga. Nami salamu zetu zimetolewa na zangu, kwa muda kama ambavyo nimeulizwa na mwenye kituo wetu, niombe akaribie wasi wetu